Audhubillahi min shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sali ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ujumbe kutoka wa, wa, wa, kwa Allah subhanahu wataala uliowasilishwa kupitia ilham ya moyo wa shahidi wa Allah ambaye ni habibatullah Rukaya binti Muhammad, na ujumbe huu unasema kama ifuatavyo: bismillahi rahmani rahim. Allahu subhanahu wataala anasema, yenye mashahidi wangu, jionyesheni, iteni waja wangu kabla mimi Allah sijafunga mlango wa sadaka ili kupata kundi la kulia kutoka kwangu, tangazeni njia rahisi zaidi kabla mlango huo kufungwa, na njia ya kupata kundi la kulia kuwa ngumu. Ni kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zenu waumini Waislamu wangu walioko Palestina. Kwa hakika, mimi Allah nimewapa njia ya kupata kundi la kulia. Wasaidieni ndugu zenu Waislamu wa Palestina, watafuteni, kwa hakika mnawaona, wasilianeni nao, tendeni kama mashahidi wangu fanyeni kama wanavyofanya mashahidi wangu na, wa, nao, wa, na wao wanaitikia. Wamepata nafasi bora kabisa mbele yangu, kundi la lawa, awali waliomwamini Allah kabla ya kundi la kulia, idadi yao ni watu mia tatu kumi na tatu. Na nimekwisha mfunulia shahidi wangu kupitia ndoto niliyomwonyesha, ambapo mtu alikuja mbele yake na kumwambia kuhusu kipindi cha siku nne, baada ya mimi Allah kueleza hesabu ya mwisho. Nitamtambulisha mtu wa mwisho atakayekamilisha idadi hiyo ya 313. Mtu huyo alimjia Ruqhoyya, rafiki wa roho yake katika ulimwengu wa roho, na nikamuonesha katika ndoto ni nani mtu huyo. Na hakika baada ya hapo, nafasi zitabaki kwa watu wa kulia tu, kabla ya kuwatenga wale wa kushoto, wale waja waliokufuru. Na huyo mtu wa mwisho yupo katika siri zangu, ni mwenye kudhibiti na kusimamia matukio ya siku kubwa na mimi ndiye Allah, mwenye mamlaka kamili ya kila tukio katika zama zenu za mwisho wa zama. Kwa hakika mtu niliyomuonyesha Ruqhoyya katika ndoto ndiye mhitimishaji wa idadi ya miatatu kumi na tatu. Ruqhoyya ni shahidi, ni shahidi wangu mkuu na shahidi wangu wa mwisho, anayekusanya kundi la awali la waumini kwangu, na nyinyi mnaokuja baadaye mtakuwa katika kundi la kulia, kundi ambalo nitalitukuza siku ya Kiyama, na hakika mtapata thawabu za juu sawa na mashujaa waliouawa shahidi, kama vile nilivyomwonyesha Ruqhoyya miongoni mwa safu ya malipo ya waliofia dini kama mashahidi. Lakini wale waja wa wangu waliokufuru na kusema maneno haya si Allah, bali ni ya Mungu wa uongo, maneno yaliyobuniwa, hakika wao ni waliokufuru na watakuwa katika kundi la kushoto. Hao ni wenye chuki ambao hawaamini maneno yangu. Hakika kiongozi wa kundi la kushoto yupo tayari miongoni mwenu. Ninakamilisha wito wangu kwa aya za Qur'an, lakini nyinyi husema rudini kwenye Qur'an. Kwa hakika mmeshapewa akili, lakini mnachukua tu aya mnazozipenda kwa ajili ya matamanio yenu na kuziuza kwa bei ya chini. Kwa hakika mmekufuru kwa aya zangu kwa sababu ya wivu, mmesema maneno haya yanatoka kwa Dajjal na hubadilika badilika, basi mtaona jinsi hatima yenu itabadilika badilika baada ya kukufuru. Angalieni jinsi Adamu alivyokuwa katika pepo yangu, lakini kwa sababu ya kukufuru alihamishiwa hadi duniani kwenye migogoro na umwagaji wa damu. Kwa hakika Ibilisi hatawahi kuacha kuwacha kuwapotosha, na ni wale tu wanaochukua mazingatio ndio watakaookoka. Fungueni suratul suratul bakara aya 269, ewe Rukaiya, je, wataamini katika aya zangu? Suratul bakara aya 269 inasema: bismillahir rahmanir rahim, yeye Allah humpa hikma mtakaye na anayekusudiwa hikma, basi amekusudiwa khair nyingi, lakini hawazingatii ila wenye akili. Fungueni suratul ghafir aya 15, je, wataamini? Suratul ghafir aya 15 inasema: bismillahir rahmanir rahim yeye aliye juu sana mwenye arshi anayeteremsha wahi kwa amri yake kwa yule amtakaye miongoni mwa waja wake, ili awaonye watu kuhusu siku ya mkutano, siku ya kiama. Mimi nina uwezo wa kupeleka wahi kwa shahidi wangu. Tazameni jinsi shahidi wangu na mashahidi wangu wanavyowaita nyinyi na kuwa, na wanakusanyika kwa sababu ya imani kwangu na imani kwa siku ya mwisho, na, wa, na wanalingania kwa amri yangu kwa na kwa hakika mimi Allah nina mamlaka kwa, kwa yeyote nimtakaye na ninawalinda dhidi ya shari ya walio kufuru. Kwa hakika hao maadui watajitokeza hadharani na kuwa wapinzani wangu na watazama katika upotovu, na mimi Allah nina uwezo wa kuwapoteza na pia nina uwezo wa kuwaongoza. Kwa hakika ni wale tu waliokuwa na nyoyo safi pekee ndio watakaopata mazingatio na ndio wacha Mungu kwangu, hao wao hutoa mali zao na hulipa zaka zao kwa maagizo yangu. Ninawaamrisha kutoa sadaka nao hutii. Ninawaamrisha kusaidiana nao hutoa sehemu ya riziki zao na hujitolea nafsi zao katika njia yangu. Fungueni Suratu Az-Zumar aya ya ishirini na mbili hadi ya ishirini na tano ewe Rukaiya. Bismillahi rahmani rahim. Suratu Az-Zumar aya ya ishirini na mbili nasema: Je, yule ambaye Allah amemfungulia kifua chake kwa ajili ya Uislamu na akawa katika nuru kutoka kwa Mola wake ni sawa na yule aliyofungwa moyo? Ole wao wenye nyoyo ngumu wasiomkumbuka Allah! Hao wako katika upotovu ulio wazi. Aya ya 23 inasema, Allah ameteremsha hadithi au maneno bora zaidi, kitabu kinachofanana na aya zake, kilichorudiwa mara kwa mara. ngozi za wale wanaomwogopa Mola wao utetemeka kwa hilo, kisha ngozi za ngozi zao na nyoyo zao hutulia kwa kumkumbuka Allah hii ndiyo hidaya ya Allah kumwongoza kwayo amtakaye, na ambaye ameachwa apotee na Allah hana wa kumuongoza. Aya 24 inasema, je, yule anayekabiliana na adhabu kali kwa uso wake siku ya Kiyama ni sawa na aliye salama? Itasemwa kwa wale walio waliodhulumu, onjeni yale mbio yafanya. Aya 25 inasema, wale waliotangulia waliwakadhibisha mitume basi adhabu ikawajia kutoka sehemu wasipoitarajia. Allah ni wakweli. Ninaamini kwa Allah na ninaamini aya zake Quran anazozirudia tena na tena, na ninaamini maneno yake yaliyo juu na yanayofanana na Quran. Bismillahi rahmani rahim. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun, maana yake hao ndio waliopata mwongozo kutoka kwa mola wao na hao ndio wenye kufanikiwa. Amin.